Enuli emesbi sasa, wale wakina dada wengine wakaanza kujisemea, nini kinaendelea pale? Hebu tusibaki hapa tunashangaa, twendeni basi. Wakaelekea moja kwa moja eh, upande ule wa pili. Unajua mwanzoni walikuwa wanapiga tu chapo, wanasubiria tu matokeo. Hebu fikiria watu wanavyoisaka roho ya mtu kiasi hicho, wamepambana kweli kuitoa roho yao. Lakini walipofika sasa, wanashangaa chui non kabadilika, amekuwa mkali kweli kweli, anasema mtu yeyote asije akasogea hapa. Leo msifanye chochote. Wewe unamaanisha nini tena eh? Mbona tulishapanga kwamba tulisha panga kwamba tummalize Fu Hongxue. Jin Mao. Nimekuja kugundua kwamba Fu Hongxue ndio yule ambaye alinisaidia, aliniokoa wakati nikiwa mtoto mdogo. Huyu ndio aliyekuwa mwokozi wangu. Chino, unachosema ni ukweli? Kutokea mwanzo mbona ulikuwa unataka kumuua sana huyu jamaa? Sio hivyo. Ni ukweli, nilikuwa nataka kumuua, lakini sikuwa namemtambua. Basi tumpeleke moja kwa moja katika kasi lenzu. Eh, inabidi mniamini ndugu zangu, ninachowaambia ni ukweli mtupu. Sisi hatutaki kukuamini tena unachotuambia Jin Chan. Kama vipi, kila mtu achukue panga lake. Naombeni mnisikilize tafadhali. Unajua huyu mwanamke huyu, He, dada yetu huyu amekuwa akitusaliti tangu mwanzo, baada ya kuanza kutofautiana wao kwa wao, basi bibi akasimama kidete. Anasema yote asije akasogea hapo. Eh, lakini wakati huo Jin Mao akaanza kumwambia, basi kuanzia leo wewe sio ndugu yake. Wote hawa hatukutaki tena. Wewe mwanamke gani usiyekuwa na msimamo? Wote wakamtolea silaha, wamemgeuka. Anarudi taratibu, maana yake sasa yeye mwenyewe hata nguvu hana. Alijaribu kuwaeleza tena, akawaambia ukweli, huyu jamaa msimguse. Sikutambua tu mwanzoni, lakini huyu ndio yule ambaye alinisaidiaga mimi aliniokoa wakati nikiwa mtoto mdogo kabisa. Alitumia mbinu ya kitofauti, mbinu ambayo ni silaha ya kazi, kitu ambacho wote hawajui au hawafahamu jinsi ya kufanya. Na fumba fumbua macho akawa nasa wawili, sasa amebaki jina. Akasema mimi naona sistahili kuwa ndugu yako ikiwa umeshindwa kunielewa hakutaka kuwaua wenzini, akaamua kuwaachia, na aliwaomba yuko chini ya miguu yao, akashuka magotini, anawaomba jinma, anamwambia jinmawe, linchu linchu, jinchan jinchan, jinshi jinshi, si wo dui bu qi, nime, nimewaangusha women zai yiqi Tumekuwa pamoja kama dada kama eh, mtu na mdogo wake ni kwa muda mrefu sana. Sasa, sijawahi <muchilis> kutokea nimewaomba chochote, lakini leo niko chini ya miguu yenu yenu. Leo niko chini ya miguu yenu <muchilis> naombeni mumuwache. <muchilis> Eh, basi wakakubaliana. <muchilis> Lakini hata na mimi najutia katika maisha yangu, leo najutia kabisa. Ndio ile najuta kukufahamu. Wakawaambia wenzie bana na. Sasa tunaelekea wapi? Ah, popote tupali. Tu pale tuondokeni. Mm. Ni mtu mwenye roho mbaya sana. Mm, basi wakawa wameachana vibaya <laughs> wameishi muda mrefu lakini eh, kipindi hiki wameshindwa kuelewana. Unajua kuna ile kuku, kukubali kuto kukubaliana. Sasa ndio hivyo imefikia kipindi yani wameshindwa kukaa ukurasa mmoja yeye na wenzake. Uh, wenzake wameshindwa kumsikiliza ukizingatia yote aliyojitokeza, na yeye mwenyewe anajutia kumdhuru mtu ambaye pengine ndo alikuwa ndo mwokozi wake kitambo hicho, ambapo alikuwa mtoto mdogo. Angalia, kama alikuwa ni ile tatu, kuna uwezekano mkubwa asingemtambua, lakini amemkaribia, kamsogelea mpaka pale kabisa maana yake sasa ameamua liwalo na liwe. Haya, bibi harusi anakuja hii mara ya pili, anawafumania anashangaa kuwakuta katika hali hiyo, We Hongshu. mkono chini inaashiria kwamba kuna kitendo ambacho bibi amepatwa katika, tunasema ile caught in action au umekuwa caught red-handed e umepatwa na utha... na uthibitisho au ushahidi Angalia. Hata askari wengine wote wakaona haya kuangalia walichokifuta. Ni bwana harusi. Alafu mwanzoni bibia alikamatwa akadhaniwa kwamba amechukuliwa kupelekwa mbali e, kama mfungwa. Sasa amerejea tena. Zay ta meme. Sasa anasema hebu fikiria mdogo wangu kabisa. Anaamua kumtaka vile shemeji yake. Fangling, sio hiko ambacho umefikiria akamtazama kwa uchungu sana. Basi nieleze nini kilitokea. imetosai fu najua hukubali kwamba Fu Hongshu ni mtu wa dhehebu la wachawi imetok Jamani, ebu msifana chochote kwanza. Askari wale wote wakasogea, akawa anataka kumsikiliza. Hivi, unakumbuka ile stori nilivyokuambia kuhusiana na mimi nilipokuwa mdogo, kwamba pana wakati alitokea nyoka, Yumi, akataka kuniuma. Yule mtu aliyeniokoa kumbe ni Fu Hongxue. Hebu acha uongo wako wewe. Akamwambia wewe ni mwongo yani eh, sana miaka yote hii unajaribu kunidanganya danganya umekuwa ukifanya tabia hii, sio mara ya kwanza. Unanibia mume sio eh? umekuja kumuiba mwanaume wangu sio, eh? hebu nikuulize, unatarajia hiyo stori yako kweli nimeamini kile wanachosema? Hakika yani kweli wewe ndo wakunifanyia hivi? Akamwambia fali, dadangu hivyo hivyo, wewe unajua kabisa unaharibu maisha ya Fu Hongxue na mimi. Akasema siku ya hai Nataka kuwa na mwanaume ninayemtaka mimi, ninayempenda mimi. Sasa kwa nini unaingilia wewe? Akasema, kidada, sio hivyo. Ah, ah, sio hivyo ni nini? Upuuzi. Huhitaji hata kuniambia chochote, sikuamini chochote utakachoniambia. Akamwambia, mimi nimemwona Fu Hongxue, namjua mama yake. Na walishajiandaa. Ah, kwamba walipanga yote hayo unayoyasema, unaniona mimi mjinga. Kwamba hii ndoa basi walioiandaa wameiandaa kwa maana moja tu, wanataka kumua baba yake. Fu Hongxue sio mtu wa namna hiyo. Ndio ni mtu wa namna hiyo, mimi ndo nakuambia sasa. Ta, rugo, jendo, nungo, fangha. Sasa unataka kuniambia yani, anataka kuacha furaha na ndoa yake na kila kitu eti kwa ajili ya kwenda kumua baba yake tu? Haijalishi kitu chochote kitakachotokea. Mimi nataka nikuambie, huyu anamheshimu sana mama yake, anamtii na kumsikiliza. Fu Hongxue ananipenda. Unauhakika kuwa anakupenda? Naweza kuliona hilo hata kwenye macho yake tu, jinsi anavyoniambia. Hajawahi kunidanganya kwa kweli. Macho ya mwanamume yanaweza kukuongopea. Mimi nimekuwa hapa kwa muda, si ukweli kwamba sijui unachosema. Nimewaona wanaume wengi na najua jinsi. Sikiliza, usiwafananisha wote na Fu Hongxue. Nataka nikuambie kitu kimoja, mimi nimejionea mengi Mwanaume hata jamaliza kazi mwenzake alikuwa ndo anaelekea kuolewa eh, kakuto kwenye kitendo ambacho mara ya kwanza alikamata, mara ya pili kakutwa tena. Lakini nimegundua huniamini. Ni basi nitahakikisha ni wewe na Fu Hongxue amtaoa leo. Akamtamkia wazi, unajua kuwa si rahisi kwake Fu Hongxue kufika hapo alikofika leo, ametumia nguvu nyingi, amefanya juhudi. Sasa wewe ndo mtu unayekuja kuingilia mahusiano yetu, unataka kuharibu mahusiano yetu. Ili akaita akasema, mkamateni! Akaitakasema, mkamateni huyu mwanamke hii ni mara ya pili anamwitia, akasema hata kama itakuwa katika ndoto zangu. Mm, sikutegemea kwanza mwisho wangu utakuja kuisha na mimi. Haya, bibi na yake amwambia, sikiliza, huyu mpelekeni kwa Gongsan, ndo mtu ambaye anajua kudili na watu kama hawa. Mara ya pili hii, ya kwanza alipatwa, amempa sumu jamaa akawa amebakia kidogo tu. Haya, jamani, eh, kama kuna chochote mlichoona leo naomba kisitoke nje, sawa? Sasa jamaa hii ni mara ya pili. Aliyetaka kumuoa mara ya kwanza ndio huyo amemsababishia tena hali hii kwa mara ya pili. Sasa, angalia. Ile hali bado inamsumbua. Ile sumu bado inamtesa. Anamwambia Fu Hongxue, anamwita. Jamaa anateseka kwelikweli teseka kulikweli. <coughs> Dawa yako haitamsaidia. Umeona ya, ya jinsi alivyokuwa anabadilika badilika muda mfupi. Ni ni afadhali hujamuona. Afadhali hujamuona. Ana, alikuwa anatisha kuliko unavyomuona sasa hivi. <tuhulana> ikabidi sasa bibia amvute pembeni <tuhulana> yeah. kwani ni kitu gani kimemtokea? Yaani kuna namna katika dhehebu lao, ili kusudi mtu awe na nguvu zaidi, wanampa sumu ya nyoka. Sasa hiyo sumu ndo inayomtesa akiona. Huyu jamaa akiona hata nyoka tu, ile sumu inaanza kufanya kazi huko kwenye mwili wake. Yaani huyu jamaa tuseme ukweli ukimkuta sasa ndo imemchanganya hiyo sumu, sasa anakuwa kama vile jitu. Eh kweli, anasema yeye, ndio hii ni wine ambayo inaweza kumsaidia kitu, labda umwagie au umpe, itamsaidia kuondoa hali aliyonayo kwa sasa. Sasa naitumia kwa njia gani? Nielekeze, nipe maelekezo. Akampa kisu. Sasa, kwanza cha kwanza, kama unataka ili usipati usipitie ya matatizo yoyote, sasa hivi hana nguvu muue. Eh, yani ndo kumtibu hivyo. Wewe akashangaa, akasema sasa hutaki kufanya? Mimi nimemjua Fu Hongxue muda mrefu na ninajua kwamba hakustahili kurithishwa kitu kama hicho. Lakini jamaa anapitia wakati mgumu sana Kusema ukweli kwa hali aliyo nayo, sijui kama atapata afadhali. Wewe unamjua tu vile unavyomjua, ila mimi namjua kuliko unavyomjua. Sioni kwa namna yoyote akichomoka katika hali aliyo nayo. Akasema siwezi kumwacha akafa kizembe. Lakini utamwacha kudhuru tu? Mimi nikadhani labda tunaweza kufanya njia tukamsaidia huyu jamaa. Oh, mimi tayari nimeshazama. Naelewa. Wakati mwingine ukimfanyia mtu yoyote ambaye unampenda jambo lolote la namna yoyote baya, utaona. Sasa mi sitaki kumfanyia jambo baya. Ikiwa basi lina jambo lolote moyoni mwangu kwa dhidi yake, nataka liwe ni upendo. Fu Hongxue ni mtu ambaye amepewa nafasi nyingi, fursa nyingi, za kama kweli alikuwa anataka kumuua baba yangu, mi najua angeshafanya hivyo. Labda hajafanya hivyo kwa sababu Labda ameshafanya maamuzi, aache kufanya, aache kufanya, aache hicho alichotakiwa kufanya, akisema usifikirie vibaya. Mimi naamini moyo wake uko kwangu, na ninaamini atabadilisha maamuzi yake kwa ajili yangu. Yani, binti bado anamwamini jamaa. Lakini hicho unachozungumza ni kama kamari. Unajua, wewe mimi nakuchukulia kama rafiki yangu wangu, na nakuheshimu kama rafiki pia. Hebu niambie, kama wewe ungekuwa ni kaka katika viatu vyangu ungefanya nini? Ungeanza kufikiria vitu vilivyopita zamani Jugo, au kuamua kuendelea mbele kwa mbele? Kwa swala la maamuzi kama hayo, najua kweli ungechagua wazazi wako. Aa, hata mimi mimi mimi mimi mimi ninaamini maamuzi atakayofanya yeye ni ya kibusara, Fu Hongxue Fu Hongxue. Lakini unajua si kama mimi. hayo nimekuambia mimi. Ni ibadu, hujaelewa mimi, najua yeye atachagua jintian Labda pengine leo tumezungumza vya kutosha, na labda sikustahili kuongea sana sasa. Ulikuwa hebu Maa, maamuzi yawe yako mwenyewe sasa. Sikiliza, utachagua kisu e, au utachagua opsheni hii nyingine Duantong? Chagua wewe sasauai amsez, yoyote utakayochagua ni juu yako, lakini kuwa makini, kuwa mwangalifu akasema we, weka kisu chako mbali hicho Haya sawa, basi jaribu kuchagua nafasi hii uliochagua kwa kufanya chaguzi hili. Haya basi, binti akarudi tena pale, anampenda sana jamaa, na vitu vingi anavyoambiwa kuhusiana na jamaa vinamtisha, na hapendi kusikia mambo mabaya yanayozungumzwa kuhusiana na Fu Hongxue. lakini baada ya mengi kupita usisahau kwamba basi MSD pamoja na Ikai wamekuwa ni washikaji sasa, sio washikaji, ni wapenzi, yani kabisa ile. Hivi ulijuaje kwamba atachagua kubaki na Fu? Ah, kwa sababu ndivyo ilivyo wanawake sisi, unajua hata mimi pia ningefanya uchaguzi kama huo. Lakini mimi nahisi kama atakuwa amekosea kuchagua. Ah, sasa Ikai unamaanisha nini? Eh, tatizo nini? Yani, mbona kama vile kila wakati utaki Fu Hongxue awe pamoja na Ma. Hivi unakumbuka ulishawahi kuniambia mara fulani yeah, kwamba sumu mbaya kuliko zote Lada, ni kuingilia mapenzi ya watu. Chuki yako kwa Fu Hongxue. Kwa nini bado unaendelea kuiendeleza? Hakuna mtu anayestahili kufanya hivyo akamwambia hivyo, nafikiria ni rahisi kuacha tu mtu kama yule. Unajua fanya fanya, kama tu ni mtu ambaye unajua anachotaka kufanya aende akafanya anachotaka kufanya. Kwa nini inakuwa kama vile moyo wako haujakaza? Mara ya kwanza kumwona Fu Hongxue ni wakati akiwa amebeba panga lake. Kwanza, cha kwanza nilipomwona tu nilijua ni mtu ambaye ana mapepo. Na hata jinsi ambavyo upanga wake ni kama mtu anayependa damu. Nilianza kumfuata kila siku. Nikaanza si. si. Nikawa nawaza nitaweza kumbadilisha jinsi yeye. Lakini siku moja nikaona macho yake yakiwa yamebadilika. Ndio hapo nikajua kumbe nilikuwa tayari nimeshakosea. Nini ya ni, ni, ni, ulichoona? ni kitu cha kuogopesha. Nali, kwa kweli siku hiyo pae, baba yake Baiti alivyouawa na jinsi alivyokatwakatwa na nilivyomwona Fu Hongxue iinakua kama zile chale eh, zimekaa hmm. Unajua, yani ni mtu akitofauti sana. Yaonesha namsikiliza pia sana mama yake k e i mbasi, niseme nini? Ndio wakati huu sasa, amejikuta yuko karibu sana na yule mwanamke. Lakini anaonekana kama pale walipo hawako salama. Basi kijana alipozungusha uso wake namna hii, anashangaa hamuone Miss Ding tena. Miss Ding kapotelea wapi? Nini kilichomchukua wa? Huang Qi Yiliao. Dangshen. Maskini binti wa watu maskini alitengeneza Asa, ajui hata kutengeneza dawa. Lakini aliangaika kachukua vitabu madawa ya kila aina, anataka atafute namna ya kumsaidia Fu Hongxue. Si nimeshasema kwamba haruhusiwi kuingia mtu jamani, hata mimi ah. Kumbe ni baba! Karibu baba. Eh baba, umekuja eh? Nilijua labda pengine tuna mpishi mpya sasa. Vipi mchumba wako? Ah, afya ya Fu Hongxue haiko vizuri, nikasema nichemshe supu

Kwa hiyo sasa, kama anaumwa homa na mafua na nini, ndio unamtengenezea madawa yote. Fu Hongxue, unajua anafanya kazi kwa nguvu sana. Baba amekuwa akifanya kazi kwa juhudi. Sasa nafikiri kama akipata dawa kama, basi tamsaidia, atakaa vizuri sana. Baba, mbona unaniangalia hivyo? Unajua nimekukuza wewe, nimekulia kwa miaka ishirini.

Nafikiri maisha yenu yatakuwa mazuri, muamue kuishi mnavyoona. Baba, unamaanisha unachokisema? Bila shaka binti yangu, unajua mimi nina binti mmoja tu. Kwa kuwa basi binti yangu umekuwa na furaha, na mimi pia na furaha. Huyo mzee alishabariki kabisa maisha kati ya Fu Hongshu pamoja na binti yake, anaitwa Miss sasa angalia, binti anaandaa andaa pale jikoni na kumesheheni, kuna nyama, mboga za majani na kila kitu, lakini binti alikuwa anatengeneza dawa za mitishamba. Kumwambia, basi fanya haraka. Asante baba, ngoja niandae haraka haraka. Mzee, tayari kuwa kama ameshausoma mchezo. Angalia wakati kamtuma mwanaye, pana kitu ambacho anakichanganya katika e, chakula. Cheki hayo macho kwanza. Basi ndo hivyo dude linazidi kunoga tu. Basi mtazamaji, ndio hivyo, ikiwa unataka basi burudani eh, usikose kufuatilia katika eh, episode inayofuata kwa burudani zaidi. Bila shaka umeweza kujionea mengi tunayoshuhudia, eh, katika episode zote zilizokwisha pita. Eh, bila shaka basi tutakutana katika episode inayofuata ili tuone nini kinachoendelea. Nataka nikufumbue macho kidogo. Tuliweza kumsikia eh, mtu mmoja akimsimulia eh, Ye Kai akamwambia kwamba kwa kifupi eh, Master Fu, Master Fu Hongxue yeye anadhani kwamba Ma Kongqun eh, ambaye ndio baba yake na binti ma. Eh, labda pengine hajui chochote kwamba kijana ni mtoto wa nana mm? Na kwamba anadhani labda ma, huyu Master Fu Hongxue anadhani kwamba huyu Master Kongqun, baba yake na binti, yani baba mkuu wake. Jamaa anadhani kwamba labda baba mkuu bado hajui kwamba mchizi yuko pale kurevenge lakini mzee tayari anajua kila kitu, sababu katika jengo lake ana maspai wengi sana. Ndio sasa unaona, kuna namna. Ulivyoona kule mara ya mwisho Miss D akiwa anapiga story na Ye Kai, mtu mwenye akili nyingi sana, binti anamuuliza mbona moyo wako kama hujakaza? Sasa ni kwa sababu ya ile story aliyopiga, ya kwamba kwa namna yoyote kijana bado yuko katika ile nyumba, kuna kitu lazima kitatokea, kwa sababu yule mzee ambaye ndo baba mkubwa wake ana kitu anapanga kufanya na hasira lakini vile vile pia kijana ana kitu anataka kufanya baada ya harusi yake, na hasemi unaona, kwa kuna vitu hapo viwili. Sasa unaona sinema ilivyo tamu. Tutakutana kwenye episodi ya mbele, tutajua zaidi mengineo.